Jambo bwana, habari gani? Nzuri sana. Wageni oh, makaribishwa Rau Forest, hakuna matata, tembea pole pole. Oh, na huku kwetu Rau, karibu mkoa wa Kilimanjaro, karibu Moshi mjini. Ni msimu mwingine wa kutalii na kufurahia uzuri wa hifadhi ya msitu wa Rau. Hifadhi ya msitu wa Rau unapatikana mkoani Kilimanjaro kilomita tatu kutokea Moshi mjini. Hifadhi ya msitu wa Rau imebarikiwa vivutio na huduma nyingi ikiwa ni pamoja na aina za mimea na wanyama wanaopatikana ndani ya msitu wa Rau. Msitu huu huingiza idadi kubwa ya wageni ndani na nje ya nchi huku ikiwa ni ya kipekee yenye vivutio vingi vya utalii.

erea na waona kama vile ni gani ani wanakuja moko mchomoko be. <laughs> mwinuko serereko. Karibu kwenye tukacharu Rau Forest msimu wa tatu charity tour 2025 inayotarajiwa kufanyika tarehe 24 mwezi wa 8 2025. Watalii wengi zaidi kutoka mataifa mbalimbali duniani ni miongoni mwa watu watakaoshiriki tukio la tukacharu msimu wa tatu takalofanyika katika msitu wa Rau Moshi mjini ambapo pia watapata fursa kuona vivutio mbalimbali vya utalii. Vipi? Why why why? Kuna kamna ni kurugia na mnajua wa hapa wa no. Ni wa kwanza. Yes. Wapi no. No, no, no. No. Tukio hilo ambalo linalenga kufanya shughuli za utalii na kutangaza utalii wa ndani kwenye msitu huo litaenda sambamba na mbio za baskeli na utalii wa matembezi kukimbia kilomita tano hadi kilomita kumi pamoja na shughuli zingine za kukufanya ufurahie uwepo wako ndani ya msitu wa Rau. Lengo la Tukacharu Rau Forest Charity Tour 2025 ni kuwasaidia watu wenye uhitaji maalum, huku kauli mbiu ikiwa ni onyesha upendo, talii naye, kwa kila mshiriki atachangia shilingi za kitanzania elfu 25, kwa ajili ya shughuli hiyo. Mkuu wa wilaya Moshi, Godfrey Mzava, amesema shughuli hiyo ambayo itaanza Agasti 24 na kuhitimishwa Agasti 25 mwaka huu, ambapo katika siku hiyo Watalii watapata fursa ya kuona vivutio mbalimbali vya kitalii. Uh, tunao tukio kubwa ambayo tunaliendea katika msitu wetu wa hifadhi wa Rau. Tukio hili tunaliita Tukacharu Rau Forest Charity Tour. Tunakwenda kwenye tukio hilo kwa ajili ya kuonyesha upendo na kutalii nao. Kwa hiyo msitu huu wa Rau, kama tunafahamu, unapatikana ndani ya wilaya yetu ya Moshi na katika maeneo yetu yetu yote mawili, ni kwa maana manispaa ya Moshi pamoja na halmashauri ya wilaya ya Moshi, na eneo hili la kata ya Mji Mpya, kata wa Njoro, lakini pia kata ya shin kule moshi vijini ni msitu mkubwa wenye ukubwa wa hekta 584 umbali wake ni kama kilomita tatu tu kutoka moshi mjini na katika msitu huu kunapatikana wale mbega wa weupe na weusi lakini pia tunao mvule mkubwa kwa maana mti mkubwa ambao unapatikana Afrika Mashariki hakuna mti mkubwa wa namna hiyo lakini pia tunayo chemichemi ya maziwa kwa hiyo tunapata fursa ya kwenda kuona hivi vitu vikubwa na rasilimali kubwa na maji asili kubwa, kubwa ambayo ni Mwenyezi Mungu anatubariki wenzetu wa wakala wa huduma za msitu kwa maana ya TFS kwakushingiana na ofisi ya mkuu wa wilaya tunakwenda kwenye tukio hili ambayo kwa maana ya tukacharu manake tukatembee msituni tarehe ishirini na nne ya mwezi wa nane mwaka ishirini ishirini na tano. Tunatoa rai na kuwaalika wadau mbalimbali wananchi wote ndani na nje ya wilaya yetu ya Moshi ndani na nje ya mkoa wa Kilimanjaro lakini ndani na nje ya taifa letu kuendelea kualika kuona fursa hii na kuja kutalii pamoja nasi katikati ya msitu wa Rau. Kama utatamani kuwa sehemu ya shughuli hii, unaweza piga nambari zifuatazo 0678363041, na au 0717274583. Karibu kwenye Tukacharu Rau Forest, msimu wa tatu, Charity Tour 2025 inayotarajiwa kufanyika tarehe 24 mwezi wa 8 2025. Mwandaji ni Emmanuel Molel Online TV.